Termino yetu sisi endeni mkawaambie walimwengu ya kwamba Simba anakwenda fainali. Hilo wala halina kipingamizi, wala hiyo sio ramli, wala hiyo sio betting. Hilo ni jambo la uhakika. Simba kwenda fainali aliumia shema shemaleta lakini alipatiwa matibabu na ameendelea kupatiwa matibabu na yuko fiti kwenda kuitumikia Simba katika mchezo unaofuata mimi ninachojua mean, tunafuzu Yaani, hicho ndicho ambacho mimi najua, tunafuzu safari hii si e. Tumebakisha safari moja ya kutumia terminal sio, tumebakisha safari moja ya kutumia terminal yetu ambayo itakuwa ni safari ya arinane na sio mbali hapo na mwezi wa tano. Mwenyezi Mungu atupe, hatupehaa. Sasa tunafuzu, mimi mwenyewe nikisama pale Stellenbosch. Eh?